Umewahi kujiuliza kwa nini muda mwingine unajikuta unataka tu kuwa peke yako? Inawezekana hapo zamani haukuwa hivyo, lakini hivi karibuni umejikuta unaingiwa na hiyo hali ya kutaka kuwa peke yako mara kwa mara. Sasa, kama umewahi kuwa katika hiyo hali tambua, kwamba hiyo sio kawaida. Hiyo hali ipo kiroho zaidi. Hii hali ina maana kubwa kuliko unavyoweza kufikiria. Katika somo hili nitakuonyesha kwa nini roho yako inapenda kuwa peke yake na jinsi hatua hiyo ndogo ya kutaka kuwa peke yako itakavyoweza kukuunganisha na nguvu zako za ndani. Hii ni safari ya kiroho itakayokufanya wewe uwe huru. Wewe ni mtu mwenye furaha na ambaye unaendana na ridhi za kiulimwengu. Kwa hiyo naomba unisikilize kwa makini sana, hiyo hali unayoipitia sio matatizo ya akili, bali ni tukio la kiroho ambalo linathibitisha kwamba wewe sio mtu wa kawaida. Kila mtu huwa ana nishati ya kipekee ndani yake, na muda mwingine tunapochanganyika sana na watu wengine roho au nafsi yako huwa inakosa nafasi ya kupumzika. Yaani, muda wote inakuwa busy kubadilishana energy na watu wengine. Sasa, hii hali ya kupenda kuwa peke yako ni ishara ya kwamba nafsi yako inataka kupumzika, yaani imeshachoka. Kwa hiyo inahitaji kujirekebisha na kurekebisha resonance yake pamoja na ulimwengu. Yani, kuna namna nafsi yako inataka izungumze na ulimwengu. Sasa ili iweze kuzungumza na ulimwengu, ni lazima ipate upweke, ni lazima ipate kuwa peke yake. Yani ni kama unakaa kwenye chumba cha siri ambapo hakuna kelele za dunia, na hapo sasa ndipo nafsi yako itaweza kujikonekti moja kwa moja na universe. Lakini pia unapokuwa peke yako unapata nafasi ya kuona mwanga wa ndani unaoangaza ndani yako. Kila mtu huwa ana nguvu zake za ndani, na hili huwa nalisema mara kwa mara. Sasa ili uweze kuzijua vizuri hizi nguvu zako za ndani na ujue namna ya kuzitumia, ni lazima upate muda wa kuwa peke yako. Kama wewe ni mtu ambaye unajichanganya na watu muda wote, haupati muda wa na kuwa peke yako na kuzungumza na nafsi yako, kamwe hutoweza kuzitumia hizi nguvu zako za ndani. Unapokuwa peke yako, mwongozo wako wa ndani unajizalisha na unajua ni hatua gani unapaswa kuchukua bila ushawishi wa watu wengine, na hapa ndipo ambapo utaweza kufanya maamuzi sahihi. Universe huwa inaanza kuonyesha ishara ndogo unazopaswa kuzingatia, na unakuwa unajisikia kwamba kuna nguvu kubwa inakuongoza. Kwa hiyo ili uweze kuongoza na ile sauti yako ya ndani, ni lazima kwanza upate ukimya, ni lazima upate upweke, uwe peke yako. Mara nyingi mtu anatamani kuwa peke yake kwa sababu roho inatamani kuona beyond. inatamani kuona zaidi ya tunavyoona na macho yetu ya kawaida. Sasa unapokuwa peke yako unakuwa zaidi ya alert kwa synchronicities. Ndoto zinazogusa na vibrations za cosmic ambazo zinakujulisha hatima yako, kwa hiyo utaweza hata kuona zile ishara za kiulimwengu na kuweza kujua maana yake. Watu wengi wao wananiuliza kwenye comment Nimeota ndoto fulani maana yake ni nini? Lakini naomba ni kwambie, unayo nguvu kubwa sana ndani yako. Ukipata muda wa kuwa peke yako, utaweza kung'amua na kuletewa ishara mbalimbali mbali kwa kupitia ndoto zako unazoota, kwa kupitia vitu unavyokutana navyo kila siku. Kwa hiyo kupenda kuwa peke yako ni kuzalisha awareness ya kiroho, yani unapata ufahamu wa kiroho ambao unakupeleka karibu na siri za kiulimwengu. Kwa hiyo kama unataka kujiconnect zaidi na nguvu za kiulimwengu au nguvu za uumbaji, penda kuwa peke yako. Tenga muda angalau mara mbili kwa wiki wa kuwa peke yako tu, yani unakuwa peke yako siku nzima. Utagundua nguvu kubwa iliyopo ndani yako, na utajua kwamba mambo mengi ambayo we ulikuwa unasema huyawezi kuyafanya au hauyajui yapo chini ya uwezo wako na unayajua vizuri sana. Kikawaida watu wengi huwa wanaogopa sana kukaa peke yao, kwa sababu hawataki kupata upweke, yaani ile hali ya loneliness, mtu anajisikia uko peke yake, anapooza anakuwa hachangamki. Lakini kiroho, ili uweze kukua kiroho na kuamka kiroho, ni lazima uwe peke yako, na unapokuwa peke yako, ndipo ambapo ukomavu wa kiroho una tokea ndani yako. Unapokuwa peke yako, unajifunza kujiamini, kujitegemea, kujisikiliza moyo wako. Unajua, watu wengi huwa hatuna tabia ya kujisikiliza. Tukipatwa, tuna tatizo, tunakimbilia kwa watu au tunakimbilia kwenda kusoma vitu mbalimbali mitandaoni, lakini hatufahamu kwamba kuna nguvu kubwa ndani yetu ambayo ina uwezo wa kutuongoza na kutupatia majibu. Sisemi kwamba uwapuuze watu au ukatae kushauriwa na watu, hapana. Watu bado wana nafasi yao katika maisha yako, lakini kwanza jifunze kutumia nguvu zako za ndani. Zijue nguvu zako za ndani na jua namna ya kuzitumia. Utakapofika mwisho wa kutumia nguvu zako za ndani, ndipo sasa uje katika ushauri wa nje au katika sauti zinazotoka nje yako. Naomba nikupe siri hii moja: roho huwa inapenda kuwa peke yake, kwa sababu unapoacha kelele, unajiweka kwenye resonance ya universe. Yani, universe inakuwa na uwezo mkubwa sana wa kuwasiliana na wewe unapokuwa peke yako energy zako za ndani zinaanza kuendana na mdundo wa nguvu za universe, na unaanza kupata mitetemo ambayo inakupa uwazi, uelekeo pamoja na nguvu za ndani. Kama na wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanapenda sana kukaa peke yao mara kwa mara na umekuwa ukijiuliza kwa nini mimi niko hivi? Watu wanaokuzunguka nao wanakushangaa au wanakuuliza kwa nini wewe unapenda kujitenga na watu? Tafadhali sana sema chochote hapo chini kwenye comments ili watu wengine wakija nao wajue kwamba hawako peke yao katika safari hii. Na kuwa hivyo haimaanishi kwamba wewe unachanganyikiwa, ni ishara kuu ya kwamba wewe unakuwa kiroho kuna ukuaji unaendelea ndani yako. Kwa hiyo hebu tukutane hapo chini kwenye comments, tupeane moyo na pia tupongezane. Wewe sio mtu wa kawaida, upo katika viwango vya juu sana. Zipo faida za kiroho za kuwa peke yako. Faida ya kwanza kabisa ni kujifunza kuiheshimu nafsi yako kwenye level ya kiroho, kuwa peke yako kuna kuonyesha kwamba wewe ni mtu muhimu. Ili uweze kuitambua thamani yako, ni lazima kwanza upate muda wa kuwa peke yako. Mtu ambaye muda wote anajichanganya na watu, mtu ambaye anaogopa upweke, anaogopa kuwa peke yake, mara nyingi huwa haijui thamani yake, hatambui thamani yake. Unapojifunza kushikamana na mwanga wako wa ndani na kuzingatia emotions zako au hisia zako, utagundua kwamba wewe ni mtu wa thamani sana na unastahili mambo mazuri. Hii haina uhusiano wa upweke wa kawaida, yaani ule upweke wa watu kukutenga, labda kutokana na kitu fulani. Huu ni ule upweke wa kiroho, upweke wa nafsi yako. Kutamani kuwa peke yako ni mtandao wa kiroho unaokuunganisha na nguvu za ulimwengu na pia nafsi yako ikiwa peke yake itapata muda wa kuondoa nguvu mbaya, kutengeneza aura safi na kujiweka kwenye positive energy ambayo inaendana na nguvu za kiulimwengu hasa. Hii itakuwezesha kuvuta uzoefu mzuri, watu wazuri katika maisha yako na matokeo sahihi kutoka kwa ulimwengu. Kila mtu hapa ana wishes zake. Kila mtu anatamani maisha mazuri, anatamani mafanikio. Sasa, ili uweze kuvutia hivyo vitu, ni lazima kwanza ujifunze namna ya kusafisha aura yako. Ni lazima nafsi yako ipate kupumua, iondoe vitu vibaya. Sasa yote haya yatatokea endapo utapata muda wa kuwa peke yako. Pendelea kuipa nafsi yako muda wa kupumua na kuweza ku release hizo nguvu mbaya. Unapokuwa peke yako, utaanza kuona kuna mawazo yanakuja kichwani kwako na hisia zinaanza kuja. Sasa ukizipa nafasi hizo hisia pamoja na hayo mawazo yataanza kuendana na ishara za kiulimwengu, yaani utajikuta unaanza kupata mwongozo wa kiroho na utajua ni hatua gani unatakiwa kuchukua. Yaani kiufupi, maisha yako yatakuwa yanaenda katika mwelekeo sahihi. Na pia kitu kingine ambacho watu wengi hawakijui Wengi huwa wanajua kwamba ukiwa unapendelea sana kuwa peke yako, wewe ni mtu dhaifu, au wewe ni mtu ambaye unaogopa watu. Lakini ukweli ni huu hapa: peke yako, yaani ile hali ya kuwa wewe kama wewe, huwa inakuweka kwenye uimara wa kiroho ambao hauna kifani. Hii ni nguvu ya kutofautiana na watu wengine, ili uweze kuwa mtu ambaye sio wa kawaida. Ni lazima kwanza ujitenge na watu. Kelele za watu, nishati za watu huwa zinaua nguvu zetu za ndani na zinatufanya tuwe watu wa kawaida. Kwa hiyo ili uwe mtu ambaye si wa kawaida, ili uwe imara kiroho, ni lazima kwanza ujitenge na watu. Kaa peke yako. Huu uimara wa kiroho unaoupata ni ile nguvu ya kuendelea mbele bila kutegemea aprovu au uthibitisho kutoka kwa watu wengine. Kuna watu hawawezi kuishi bila kupata uthibitisho au aprovu fulani kutoka kwa watu. Lakini wewe ambaye umezoea kuwa peke yako, umezoea kuipa nafasi nafsi yako utakuwa, huishi tena kwa kuangalia wengine wanasema nini au wengine wana maoni gani juu ya hiki ninachokifanya. Utaishi kwa jinsi ambavyo sauti yako ya ndani inakuongoza. Watu wengi sasa hivi wanaishi kwa kuwafurahisha watu wengine, kwa sababu hawasikilizi sauti zao za ndani, hawazipi nafasi nafsi zao, yaani nafsi zao zinashindwa kupumua. Kwa hiyo wanajikuta wanazongwa sana na sauti za nje, kiasi kwamba wanakosa kujiamini, wanakosa kutumia zile nguvu zao za ndani. Ukiwa ni mtu wa kupendelea kukaa peke yako, utapata nguvu za ndani, au tunasema ile ina power, ambapo hii ina power huwa inavuta miuji kutoka kwa nguvu za kiulimwengu. Kwa hiyo, utajikuta hata wewe mwenyewe una uwezo wa kufanya miujiza, yaani una uwezo wa kutamka kitu na kikatokea. Lakini uwezo huu huwezi kuupata kama wewe ni mtu ambaye muda wote unazungukwa na kelele za watu, unazongwazongwa zongwa na watu muda wote unawafikiria watu wengine. Pata muda wa kukaa na kujifikiria wewe zaidi pata muda wa kukaa na kuongea na nafsi yako, jiconnect na nguvu zako za ndani. Utaona jinsi ambavyo miujiza inatokea katika maisha yako, na pia katika level ya kiroho peke yako pia. Yani, kukaa peke yako huwa inapelekea mtu kuzibisha au kuanzisha ubunifu wake yeye mwenyewe. Ukitaka kuamini hili, nenda kawafuatilie watu ambao wanafanya vitu vya kisanaa au vitu vinavyohusisha vi ubunifu. Mara nyingi hawa watu huwa wanakaa peke yao ili waweze kupata mawazo mapya ya kibunifu, waweze kupata mbinu mpya za kuboresha kazi zao. Mara nyingi ndoto, sauti ya ndani na mwongozo wa sauti ya ndani huwa unaanza kuonekana kwa urahisi zaidi pale unapokuwa peke yako. Sasa hii ni connection ya kiroho na mwanga wa universe ambao huwa unakuletea experience mpya na ukuaji mpya wa kiroho. Siku hizi watu wengi wanategemea kwenda darasani au kwenda kwa mtu fulani ili wakajifunze sanaa fulani, inaweza ikawa ni sanaa ya uimbaji, sanaa ya kutengeneza labda mapambo upishi, au kutengeneza vitu tofauti tofauti vya kibunifu. Lakini sasa, naomba nikupe siri hii pamoja, watu wengi hizi sanaa wanazo ndani yao, yani wanazaliwa nazo, lakini wanashindwa kuzigundua kwa sababu hawapati muda wa kuwa peke yao hawazipi nafasi nafsi zao za kuweza kugundua vipaji vilivyomo ndani yao. Na ndio maana leo hii watu wengi wanafanya kazi ambazo sio kazi zao, yani sio vipaji vyao. Na nilishawahi kusema katika video zangu za nyuma, dunia ya sasa, hatuishi katika kufuata nguvu za asili za kiulimwengu. Tunaongozwa na sayansi na teknolojia. Tangu mtu anazaliwa, tayari anapangiwa ratiba kwamba wee, ukifika stage fulani utaenda darasani, utasoma hiki na hiki na hiki, hatuache asili iamue yenyewe, na mwisho wa siku maisha ya mwanadamu hapa duniani yanakuwa ni magumu sana, kwa sababu tunaenda kinyume na asili yetu, hatusikilizi tena sauti zetu za ndani na wala hatufuati kanuni za kiulimwengu. Ndiyo maana maisha ni magumu sana, watu wengi wanateseka, yaani wanaona kama wamekuja kuteseka hapa duniani. Sasa haitakiwi iwe hivyo. Wewe ambaye angalau leo hii umepata somo hii, unatazama video hii jitahidi. kutenga muda Inawezekana ulishakosea tangu huko nyuma, lakini kwa muda huu uliobaki wa maisha yako, jitengenezee muda wa kuwa peke yako na kuzungumza na nafsi yako, uweze kusikia nafsi yako inataka nini, nafsi yako inataka uende wapi, nini ukiache, na pia uweze kuzisoma ishara za kiulimwengu. Inawezekana kuna ishara nyingi tu zinakutokea lakini wewe huwezi kuziona au unashindwa kuzitafsiri kwa sababu umezungukwa na kelele za nje nyingi sana, kwa hiyo huwezi kusikia sauti yako ya ndani. Na pia kuwa peke yako kutakusaidia kupata amani ya ndani, au tunasema inner peace. Peke yako huwa ni kitovu cha amani ya ndani. Ukiipata hii amani ya ndani, hautasumbuliwa na stress, hautasumbuliwa na hofu au vikwazo vya watu wengine. Unapata serenity ya kiroho na unajua kwamba kila kitu kinachotokea kipo kwenye mpangilio sahihi wa universe. Yani hautashtushwa na jambo lolote lile katika maisha yako, na utaelewa kwamba kila kitu kinatokea kwa sababu. Yaani hakuna jambo zuri kama kuongozwa na sauti yako ya ndani. Sauti yako ya ndani inakualert kabla jambo halijatokea. Kwa hiyo kitu kikishatokea, hautakuwa ni mtu wa kushtuka hautakuwa ni mtu wa kutaharuki au kupata huzuni na kujiona kwamba wewe una mikosi au kuna kitu unakosea maishani. Leo hii watu wengi wanaishi na stress, wanakosa amani ya ndani kwa sababu ya kuiwaza kesho yao, hawana uhakika na kesho yao. Wakati inatakiwa tuuachie ulimwengu pambane na kesho yetu, sisi hatuna mamlaka ya kuihangaikia kesho yetu. Kama ukipata muda wa kuzungumza na nafsi yako, basi sauti yako ya ndani itakupa amani, itakupa uhakikisho wa kesho yako. Hautakuwa na stress tena kuhusiana na kesho yako, na wala hautakosa uhakika wa kesho yako. Na pia ukipendelea kukaa peke yako, utaweza kubadilisha namna unavyowatafsiri watu wengine au watu wanaokuzunguka. Unapokuwa peke yako resonance yako huwa inabadilika, yani utajua jinsi ya kuvuta watu sahihi, kuachilia wale wanaotoa energy mbaya, na kuvuta connections ambazo zinakuunga mkono kwenye nguvu za ulimwengu. Katika dunia yetu hii, watu wengi hawajui namna ya kuwatambua watu wabaya wanaowazunguka na hawajui namna ya kuwaepuka hao watu. Yani kiufupi mtu ni mpaka apigwe na tukio ndipo anagundua kwamba kumbe huyo mtu ni mbaya, kumbe nilikuwa nachangamana na mtu ambaye sio mzuri kwangu. Sasa hii ya kuja kushtuka baada ya kupigwa na tukio haitakiwi kabisa. Ukiwa ni mtu wa kukaa peke yako, utajua namna ya kuwatambua watu wabaya kabla hata hamjaongea, kabla hata hamjachangamana na utajua uwaepuke kwa namna gani. Kwa hiyo unapojihisi kutamani kuwa peke yako, fahamu kwamba huu ni mwanga wa kiroho unaokuzunguka, sio tatizo la akili na wala sio kuchanganyikiwa, na huu sio upweke wa kawaida, ni connection ya kiroho na universe. na nakumbuka kila hatua uliopitia, kila hisia uliohisi, sio kwa bahati mbaya. Hii channel imetengenezwa kwa ajili yako. Kwa muda mrefu sana watu wengi wamekuwa wakikosa nafasi ya kujisikia kwamba wapo sehemu salama, lakini hapa ni mahali ambapo unapewa ruhusa ya kuwa wewe mwenyewe, yaani kuwa wewe kama wewe katika uhalisia wako bila kujali kile wengine wanafikiria. Inawezekana watu wengine huko nje wanakuona wewe ni mtu wa ajabu, wewe ni mtu ambaye unapotea, lakini katika channel hii unatiwa moyo na kuoneshwa kwamba upo katika njia sahihi. Na kama unahisi kuna watu wanakusumbua sana wanakuchukia bila sababu, fahamu kwamba unapokuwa peke yako na kuungana na mwanga wako wa ndani, unachukua nafasi ya nguvu, unachukua nafasi ya mwangaza na unakuwa sehemu ya mpangilio mkubwa zaidi wa universe. Kwa hiyo, hii sio tu channel, hii ni hifadhi yako ya kiroho, ni mahali ambapo mwanga wako unaweza kuongezeka bila vizuizi, na wala hakuna judgment hapa. Hapa hakuna kuhukumiana wala hakuna kushangaliana, yaani kila mtu yuko sawa na mwenzii. Na naomba nikwambie, ni kawaida kabisa kuona watu wanakukosoa au wanakuchukia bila sababu. Hili nimelizungumzia sana katika video yangu iliyopita, lakini hiyo haimaanishi kwamba unakosewa au hauna thamani. Kila hisia unayoihisi, kila nafasi unayoitafuta ya kuwa peke yako ni ishara ya kiroho kwamba roho yako inakua, ina nguvu na inajiandaa kwenda katika viwango vingine. Hapa katika chaneli hii hatuzungumzii tu hisia zisizo na maana, tunagusa hisia za kila mtu, tunazitafsiri na tunakufundisha kuona nguvu za universe zinavyokuzunguka. Kwa hiyo hii ni safari ambayo kila mtu anapaswa kuingia, lakini kwa bahati nzuri we umefika hapa, na sio kwa bahati mbaya. Umefika kwa sababu roho yako ilikuwa tayari, ilikuwa tayari kushikamana na mwanga wa kiroho na nguvu za universe. Na unapoendelea kuangalia hizi video katika channel hii, kumbuka kwamba hakuna kitu kinachokukuta tu bila mpangilio wa universe. Yaani, mambo yote yanayokutokea katika maisha yako yamepangiliwa, hakuna kilichokukuta bila maana. Kwa hiyo endelea kuzingatia mwanga wako, endelea kuwa peke yako pale unapohitaji, kwa sababu roho yako inataka kujiunga na universe kwa njia ambayo ni yako kipekee, na hakuna mtu mwingine atakayekuelewa kwa sababu wewe ndiye unayejijua zaidi na hii ndio nguvu ya kiroho. Hii ndiyo maistri ya kiroho, kwa sababu unapokuwa peke yako, unajifunza siri ambazo hakuna mwingine atakufundisha. Unaielewa nafsi yako kwa undani zaidi. Hakuna mtu mwingine anayeweza kuielewa nafsi yako zaidi ya wewe mwenyewe. Na kama utajihisi unapata woga au unaumia kutokana na maneno ya watu wengine, watu hawakuelewi, kumbuka kwamba channel hii yani hapa katika Nguvu za Universe ni mahali pa kukutia moyo na kuimarisha roho yako. Unapopata siri za kiroho, unapoguswa na nguvu za universe, unajifunza kushikamana na nguvu zako za ndani na pale unapojifunza unakuwa zaidi ya wewe mwenyewe, yaani unakuwa mtu mwingine kabisa. Kwa hiyo endelea kuwa mwanafamilia wa nguvu za universe, hakikisha haukosi video yoyote, kwa sababu kila video inatengenezwa ili kuimarisha nguvu zako za ndani, kuangaza roho yako, na kukuonyesha njia ya kuwa peke yako pale unapohitaji, bila woga, bila mashaka. Hii ni nafasi yako ya kiroho, na hakika umefika hapa sio kwa bahati mbaya, bali kwa kusudi maalum. Nakumbuka kwamba wewe ni wa thamani sana hapa duniani. Hakuna mtu mwingine kama wewe, na kamwe hatokuja kutokea tena mtu mwingine kama wewe. Kwa hiyo jivunie kuwa wewe, jiamini katika kuwa wewe, Amini kwamba wewe ni mtu mkubwa sana na unastahili mambo yote mazuri, na uwezo wa kupata mafanikio unao. Tafadhali sana share video hii na wale wote uwapendao, ili na wao waweze kujifunza. Na kama ulikuwa bado hujasubscribe, hakikisha unasubscribe ili video inayofuata isije kukupita. Asante sana.